Hospitali hii ni matokeo ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaosimamiwa na serikali. Hospitali hii kabla ya hatua hii kwa kweli ilionekana kama eh, ina mapungufu mengi hasa ya miundombinu. Lakini serikali yetu imewezesha miundombinu mingi, imeleta fedha za kutosha na sasa kwa kweli ni hospitali ya wilaya na mimi niwapongeze wana Namtumbo kwa kupata hospitali kubwa kama hii. Na huu mradi ambao umetuonyesha hizi walkway hizi barabara za za kupita wodi jengo moja baada ya nyingine, ni, ni mradi mkubwa na imejengwa vizuri, eh, sisi tunawapongeza imejenga vizuri kabisa na itarahisisha kwa ndugu zetu wa uguzi na hata wagonjwa kuweza kupita katika maeneo ya utulivu na usalama, kuepuka madhara ya mvua na jua. Na kwa kweli imeonyesha juhudi kubwa sana na sisi tumeridhishwa sana na huu mradi. Tuendelee kuutunza kama mwenzangu walivyosema, huu mradi ni ni eneo la kutolea huduma ya afya ya wananchi wetu. Wananchi wa Namtumbo wana matumaini makubwa na utoaji wa huduma ya. Kwa hiyo rai yetu kwa watoaji wa huduma, madaktari, wauguzi, lakini kuwa wanyenyekevu na wateja wenu. Wakati jana tukikagua miradi ya ya Songea Manispaa tumeona wameanzisha kitengo cha huduma ya ya haraka <coughs> ile huduma ya haraka ambayo ina baadhi ya wateja hawahitaji kukaa kwenye foleni. Kwa hiyo na mimi nadhani hata hapa mge mgeianzisha hiyo eh, ingeweza kusaidia.